Huyo kabisa ni ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu yangu ambiliana. Hata kwanza nifai gogo siku zote ndio nimuone vizuri. <coughs> Hey, hey. Hey, hey. Ndugu yangu ambilianga. Siku hizi waambiliana. Kazi ni kukunywa tu pombe. Kazi kukunywa tu pombe na kulala lala kwa ukuta ya watu. Yaani kazi kitu kukunywa tu pombe na kulala lala kwa ukuta, kwa ukuta, kama ukuta ya watu. <coughs>

Ngoja kwanza. Nimetoka Nimetoka kwa eh, kwa Efuda. Efuda niambie, niambie. Sasa, ndugu yangu nakwambia, mtu mwingine mzuri. Kitu gani? Mzuri sana.

Yaani nimepiga mistari mm, ikwache inyoroka. Paka mbinguni. Paka paka, mbinguni. Lakini wacha nikwambie kitu moja. Mm. Chunga. Mjumbe ni mama yake. Mm. At least baba yake mzuri. Mama yake. Mama yake ni mzuri.